asante sana bwana gazeti na pole kwa kukatishia usingizi. Ah, hilo ndugu yangu usijali, lakini pia nami niseme unisamehe kwa kuchelewa. Usijali, na najua ulianza kutembea ili kufuatilia chombo Aya, ni kweli, ni kweli. Haya mm, bwana asante. Mungu akubariki sana. Ah, asante sana lakini, pia hongera kwa kuzaa mtoto wa kiume. Asante na najua huyo ni mimi atakayebaki uko. Eh, sahihi uko <laughs> sahihi. Basi miache niendelee kuuza mwendo. Ruga pamoja sana. Na sawa. Mimi kilichonileta hapa ni mambo makubwa mawili ndio. Jambo la kwanza ni kukuomba radhi kwa, kwa kukudanganya, lakini jambo la pili ni kutaka ushauri sasa wa kitaalamu ya maamuzi. Ndio nakusikiliza mzee wangu. Ah. Kwanza uwepo wako leo umenipa picha kwanza, buli yuko pamoja na sisi, wake na shida kubwa, kwa sababu mimi nilikuja ili nipajue, alafu nipange siku saa ya kuja rasmi. Mimi hapa nipo sana, na sasa hivi nipo karibuni mwezi mzima, kwa sababu mwanzo pale ilikuwa eh, mimi nawajibika zaidi kutokana kwa Dokta Shauri alikutwa na msiba. Kwa hiyo sasa hivi nadhani yuko sawa, na mimi nipo kama likizo hii eh, kwao. Nitakuwepo kwa mwezi mzima, kwa hiyo Dokta Shauri anaendelea kuwahudumia wagonjwa ah, na ndio maana Pamona nimejiandaa kwa ajili ya kwenda kutazama mazao shambani. Karibu sana Bwana Govi Kiborou. Asante pale hospitali nilikwambia ile binti si kweli, Duli mkwe wa wow. mm. Yaani ni mke wa kijana wangu, anaita kijana wangu yule, alienda kuwa huko Dar es Salaam kwa mama yake kmm. Sasa kwa sababu alikuwa anaishi huko, ndio wakakutana na wewe Mike, na mimi nilikwambia vile kwa sababu niliogopa huenda anahitaji kabisa. Sasa mpaka kutoka mmewe kuja huko itachukua muda, halafu na kipindi kile cha upimaji kile cha mimba, mimi ndo niliandika kama mke wangu wa hiitu apate. Tulifanya hii kwa ajili ya kumsaidia. Ah, kwanza nisamee, sawa? Lakini na wewe nisamee pia, kwa sababu kama unavyoliwa, mimi sikutambua Nikineendelee nando mliwajibika namna hiye, wewe hauna kosa kwenyeni, wewe ulikuwa unatekeleza wajibu wako. Hili sasa ndo lilikuwa la kwanza, na jambo la pili, sasa naomba ushauri juu ya hili hmm. hmm. Karibu, tuongee tajiri. Imekuwaje mpaka sasa hizi hujaingia, ujaingia kazini wakati ulisema utaingia mapema sana leo? Ah, kuna changamoto kidogo huku nilipofika. Sasa mbona hujaniambia mpaka nakupigia simu? Ah, samani, nikija nitakutaarifu. Kwa hiyo mimi niendelee kuharibikiwa nikisubiri taarifa, si ndio? Ah ha, hapana hata iweje, wewe ni wa kike tu. Hicho unachokihitaji kukiona kwenye ulimwengu wa kiume ni kujikosea heshima, wewe mwenye. Sasa sio kila jambo mpaka lije na tahadhari, mdogo wao. Kwani kuna hasara gani? Wewe ungerudi kwenye usichana wako kama awali. wewe unafikiri kung'ang'ania matendo ya wenyengu ndo njia ya kupoteza udhaifu wako? Nani kakudanganya? Sasa kwa taarifa yako, mwanaume mpole anaweza kuwa mkali na mwanamke mkali anaweza kuwa mpole. Inategemea unaishi naye vipi. Kwani wewe unadhani mimi nafikiria mwanaume hapa? Kama utafikiria nini? Unadhani una kazi wewe useme kuna changamoto kibaruani? Mimi nakushauri tu, kwa sababu gazeti kaja hapa asubuhi, pengine kakupiga huko. Wewe unajifanya msiri, na hiyo ni laana ya kunicherekeza mimi bila kujali hali yangu. Muone kwanza, wewe ni wakike tu mdogo wangu, shauri yako. Uh, sasa mpenzi, sikia, ninyi endeleeni hapo. Mimi kuna ujumbe hapa nimetumiwa, kuna abiria anaenda kumchukua. Sawa, kunyweni tu wala msijali. We chombo chombo, abe, ej, hey, Raskia awa waletee yetu wakihitaji kuhusu masuala ya malipo, oh. Ah, si hapa tuongeze moja moja. Kwa kawaida Dar es Salaam huwa inawaharibu sana vijana, na ndio maana mabinti hawajali madhara, na hii inatokana kwamba hawana utaratibu wa kwenda e, kutazama afya zao mara kwa mara, na isitoshe hawaadibiki zaidi kwenye magonjwa ya mlipuko, na hata madaktari e, tukisema twende tukatoe tahadhari huwa wow, hawajali. Sasa kama yule binti ni e, mke wa kijana wako, nina wasiwasi kubwa sana kwamba kijana wako atakuwa ameingia kwenye mtego bila kujijua. Antasiju amepata ibilisi gani mpaka anamdouza mkewe ah, sasa ninajiuliza, wazazi wa binti wakibundua, sijuu watamfanya nini kijana wako. Kawaida ya wazazi wa Dar es Salaam, sidhani kama wanawafuatilia watoto zao tena, hususani kama binti akiwa ameolewa kwa sababu uh, mabinti hawa wakiwa wameolewa huwa eh, wanasikiliza zaidi eh, mambo yanayofanyika Instagram na TikTok kuliko cha wazazi wao, na wanafanya hivi wakiamini kwamba wazazi ni watu ambao wamepitwa na na hususani eh, wazazi wanaonekana kama ni watu ambao hawajaifaidi vizuri dunia. Sasa kwa hali hii imepelekea mpaka Dar es Salaam leo, ukisema utafute mke ndani ya jiji la Dar es Salaam inakuwa ni sawasawa na kutafuta embe juu ya mnazi. Maisha ndo yako hivyo katika mji ule, uh, mzee Govi kwenye ule mji ili mwanao akuelewe lazima useme kupitia TikTok na e, atakuelewa. Maneno yako kama maneno yale uliyoyasema kupitia mtandao wa TikTok yatakuwa yamesikilizwa na watu wengi. Mimi ni kushauri kitu, rafiki yangu, siku zote ukijikuta upo shimoni, dawa ni kuacha kuendelea kuchimba. Unamaanisha nini hapo bwana mganga? Ukiwa kama mzazi, una wajibu wa kuzungumza na mtoto wako kuhusiana mustakabali wa afya yake, vinginevyo taifa linakwenda kupoteza vijana wenye nguvu kazi eh, kwa ajili ya kuiga mifumo ambayo inadhuru afya. Eh, karibu tuongee. Hebu njoo mara moja. Wapi hospitali au? Hapana, apana, njoo nyumbani. Ah, sawa. Hmm. Mimi nampenda sana Lola, ndio maana unaona kabisa nimetulia kiasi chake, lakini huku tunapoelekea naweza nikavunja alama halisi ya upendo zidi yake kwa sababu ya matendo yake ishamba namna hii. <laughs> Mimi nafikiri tatizo kubwa ni uelewa na sio ushamba alionao naye chini, ungenaye taratibu, angekuelewa angeelewa kuwa hii michezo sasa hivi kule Dar es Salaam ni kitu cha kawaida tu. Alafu nikuulize, ee, kwani yeye apende? Ndio inavyoonekana na mimi ina, ina kwa sasa nishaanza kuathirika kabisa na hii michezo, sio wewe peke yako mabinti wengi tunaopatikana klabu hususan tunaokata bata, unafikiri bila hii michezo tunawezaje kumiliki waume za watu? Sasa inawezekana mumeo sio kwamba atumii, ila kuna mahala anatumia. Na nani kamambio? kwani hayo mambo ya msimusa baada ya kunizuia na kanga ili nijifungue salama ndio mm. maana zilihitajika nyingi zaidi. Ila kama ni hivyo basi, wale madaktari wanaficha mengi. Ndio kazi ya madaktari kuficha siri za wagonjwa. <laughs> Ila baba yako mko naye mbea. <laughs> Mabinti wengi na wanawake wa Dar es Salaam ukiwaona wanatembea na vibegi vidogo vidogo, maana yake ndani ya hivyo vibegi kuna mafuta tu. Na hii inatokana kwamba e, wamejigundua kwamba hawawezi tena kuwaridhisha waume zao kisi, badala yake wanaona njia halisi ni kutelezesha hili jambo liishe. Mm-hmm. Vibegi vidogodogo unavyovizungumzia hapo, ina maana vile ambavyo awali walikuwa wakipazia kanga ili kuonyesha kwamba yeye ni mwanamke kamili. Hiyo sasa, kama mwanamke huyu eh, mzunguko wa hegi ukamkuta akiwa yuko kwenye safari, aya mafuta tamsema nii, acha tu Dar es Salaam kila binti anajua, popote pale kuna duka ambalo anaweza akanunua pedi, kama atakutwa na dharura. Ila kuweka mafuta maana yake ni kubadili mwelekeo, kama mwanaume haturidhishwa na mwelekeo halisi. Kwa maana hiyo unakuta tayari wameshaharibika na, na mfumo. Kwa hiyo sisi kama madaktari sasa hivi tuna jukumu kubwa sana eh? la kuangalia ni namna gani tunaweza tukaiokoa miji mikubwa kabla hali hii haijaathiri mpaka katika miji midogo eh. Mungu akimsuntikiza. Lakini hii inatokana na makubaliana kati ya wakike na wakiume, kwa sababu hawa wakiume kama wangekataa, na maana hawa wakike wasindofubutu. Ni kweli kabisa tena wanaume wanalaumiwa kwa kukosa nguvu za kiume, kumbe kwa hali hii ya mafuta na wao pia watakuwa tayari wameshaathirika kwa kukosa nguvu za kike. ngakusubiri wewe e, ni subiri hapo hapo. Umenielewa Bwana Govi Kibororo? mimi nimeelewa sana na niseme tu asante kwa, kwa hii elimu. Lakini usichoke, usichoke kutupa hizi, maana nitakuja mara kwa mara kukufuata elimu kuhusiana na baadhi ya haya masuala. Mnajua nyinyi wenzetu, uh, mnapata semina mbalimbali kwenda huko kwenye wizara ya afya, kwa hiyo mnajifunza vitu vingi ambavyo mnakuja kuimsuru ndani sasa tu. Asante Keli. Sawa mzee wangu, mimi nakushukuru, lakini kwa faida yako, kama itatokea kakanyaga ndani ya jiji la Dar es Salaam, ukimwona binti au mwanamke yoyote amevaa bangili au kitu chochote miguuni huyo, maana yake anajitangaza kwamba yeye anakwenda kinyume na maumbile na sio tena urembo kama ilivyokuwa hapo

gazeti. Eh, naambia kinanda. Sasa sisi hapa tunataka chips, tunafanyaje? Gazeti e, niambie e, sasa nipo e, wachukuliwa wanachohitaji au ikifika tutamalizana e, kwa hiyo niunganisha na malipo ya awali e, ndio sawa. Alafu unakuja muda gani sasa? Mbona sikuelewi? Eh, kitu hey, niambie, ukiwa unakuja pitia dukani nunua mafuta alafu uje naye. Dunia yo hasa dunia.